Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wa Kiislamu. Leo tutajadili swali ambalo limekuwa likiulizwa mara nyingi, kwa nini Qur'an imeharamisha kula nguruwe? Hebu tuanze na msingi wa imani yetu, neno la Allah. Qur'an imetaja mara nne wazi kabisa uharamu wa nguruwe. Katika Suratul Bakara aya ya 173, Mwenyezi Mungu anasema, ameharamishwa kwenu nyamafu Damu na nyama ya ngurue. Aya kama hizi zinapatikana pia katika Al-Maida, Al-An'am na An-Nahl. Al kwa hivyo, jambo hili si maoni ya wanadamu, bali ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini swali linabaki, kwa nini nguruwe? Allah, Muumba wetu, ndiye anajua kilicho chema na chenye madhara. Ni kama mzazi anayemkataza mtoto wake kucheza na moto Si chuki, ni upendo na ulinzi. Wataalamu wa afya wamebaini kwamba nyama ya nguruwe hubeba maradhi mengi, minyoo hatari, virusi na bakteria wanaodhuru mwili wa mwanadamu. Hata hivyo, ndugu yangu, hata bila sababu za kisayansi, Muislamu anaamini na kutii kwa sababu ni amri ya Allah. Hii ndiyo imani halisi. Na tujue jambo hili, kula nguruwe si kosa dogo, ni kula kilichoharamishwa na Allah. Mtu anayekula haramu dua zake hazikubaliwi kwa muda. Ibada zake hupungukiwa na baraka. Haramu inakata baraka ya riziki na kuharibu uhusiano wa mja na Mola wake. Je, ni gharama gani kubwa zaidi kuliko hii? Kupoteza baraka za Allah kwa ajili ya chakula. Na jambo jingine la kuvutia, si Uislamu pekee unaokataza kula nguruwe. Katika Taurati, kitabu cha Walawi ukurasa wa kumi na moja aya saba nyama ya nguruwe pia imekatazwa. Hata hivyo, ni katika Uislamu ambapo amri hii imedumishwa kwa uthabiti hadi leo hii. Inaonyesha kwamba Allah amekuwa akiwalinda waja wake tangu kale. Kwa hiyo, ndugu yangu Muislamu, jibu ni wazi kama mchana. Nguruwe ni haramu kwa sababu Allah ameharamisha. Hakuna mjadala